Wa Njombe na Mbea, nkaa huku polini, nipo na semu sehemu, aliwandika kwamba mtu akifanya pesa aitwe mbwa naya <laughs> la utasikia tu ujamtumia tu, la utasikia we mbwa tu tu ujatuma tudomtafutajima uh, uh, uh, dendrin... <laughs> awa asinite samaki huu <laughs> ni mwanzo kingine kinachomchanganya akili yaani, kipindi ambacho Nuhu anajenga safina eh, katika kwenye ile safina, kitu kinachomchanganya, maana kila wanyama waliingia wangapi wangapi? Wawili wawili. Sasa mi najiuliza hadi samaki aliogopa mafuriko kaingia kwenye safina ya Nuhu? Alikawa <laughs> samaki naye kaogopa mafuriko kaingia kwenye safina kujificha. <laughs> <laughs> <laughs>